Rai hiyo imetolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Augustino Senga, wakati wa kuwavisha vyeo askari 62 wa vyeo mbalimbali kwa niaba ya mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Camilius Wambura. Tunajua kwamba ni mwaka wa uchaguzi, sindio? Na miongoni mwa mambo mliofundishwa ni wajibu wa polisi katika kipindi hiki. Tunao wajibu kipindi hiki kabla ya uchaguzi ambayo itakwenda mpaka kampeni, lakini tuna wajibu siku yenyewe ya uchaguzi, lakini pia tuna wajibu wa kufanya baada ya uchaguzi. Elimu mlioipata, nini tufanye kabla na nini tusifanye, nini wananchi hawapaswi kufanya kipindi hiki na nini wanapaswa kufanya, yote imefundishwa. Kwa hiyo ni jukumu lenu kwenda kuwaelimisha elimu kwa wananchi wa kawaida lakini mtaenda kutana na viongozi wa kisiasa katika maeneo yenu, toweni elimu eh. siasa sio vurugu eh, uchaguzi sio vurugu. Uchaguzi ni haki ya kikatiba, lazima ifanywe kwa mujibu wa taratibu, na ni jukumu letu sisi jeshi la polisi mkoa wa Songwe kuhakikisha kwamba tunavusha zoezi hili muhimu la kitaifa kwa amani na salama. Aidha, Kamanda Senga amewataka askari hao kwenda kuvitumia vyeo hivyo katika kutenda haki. Eh, tumekuwa na changamoto, maana sio ku baadhi kutotumia wajibu wa, wa, wa wao. Nyinyi ambayo ni wapa, ninaamini kwa mafunzo mlioyapata ya, ya muda huu na kwa mitaala ambayo imeboreshwa ambayo mmeisoma na kwa bahati nzuri ninaifahamu, ninaamini mtakwenda kutendea haki hizo kazi, hivyo vyeo ambavyo mmeweza kuvipata. Kwa hiyo naahidi kwa, kwa cheo hichi kipya